Makamu wa rais ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati akizindua mtandao ulio chini wa Umoja wamataifa wa kusaidia kukabiliana na changamoto ambazo zinaikabili nchi hasa katika nyanja ya biashara na mazingira kwa kuhusisha watu waishio hapa, hapa, hapa nchini. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imejimarisha kushirikiana na taasisi za hapa nchini pamoja na wafanyabiashara katika utatuzi wa maswala hayo ambayo yamekuwa akitajwa kuwa kero hapa nchini ikiwemo rushwa, ukiukwaji wa haki za binadamu na uhifadhi wa mazingira. Hasa kwa wafanyabiashara, serikali imekuwa ikilaumiwa kwenye uh, mikataba mibaya ya ajira, serikali imekuwa ikilaumiwa kwenye rushwa, serikali imekuwa ikilaumiwa kwenye mambo mengi. Kwa hiyo walichokifanya sasa ni kujiunda na wao kama watanzania wanaoendesha biashara zao Tanzania, wajiunge wafanyie kazi maeneo hayo pamoja na serikali ili kwa pamoja tuondoe rushwa Tanzania, tutengeneze mazingira yetu Tanzania, tuweke mikataba mizuri ya kazi na mazingira mazuri ya kazi Tanzania ili tuifanye Tanzania yetu kuwa kivutio cha uwekezaji. Wawekezaji wa nje waje ndani wawekeze ili tulete maendeleo yetu ya kudumu. Naye mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP Alvaro Rodriguez ambaye pia ni mkuu wa shughuli za Umoja wa Mataifa hapa nchini amesema umoja huo umeridhishwa na kasi ambayo serikali ya awamu ya tano imeanza katika mapambano ya kivitendo dhidi ya rushwa na uharibifu wa mazingira.

Kwa upande wake msimamizi wa mtandao huo Patrick Ngowi amesema kupitia uwepo wake watanzania wataweza kubaini mapungufu yaliyopo hapa nchini sambamba na kuishauri serikali pamoja na waathirika wa mapungufu hayo wafanye nini, ili kasi ya maendeleo ya nchi kupitia sekta husika iwe katika ubora na ustahili iliyowekwa na Umoja wa Mataifa, kuhakikisha biashara inatumia ina upande wake kurekebisha environment nzima kitu kikubwa ambacho inafanya ni kwamba kabla ya kunyooshea kidole na kusema serikali serikali serikali, je, yes, sisi kama wafanyabiashara tutafanya nini? Tuhakikishe tunaheshimu hizi uh, principle kumi ambazo zimewekwa kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Sakusa Mwifuge wa ITV.